Uandishi wa habari ni kazi inayovutia lakini kwa sasa inakumbana na vikwazo vinavyoongezeka siku hadi siku miongoni mwa vikwazo hivyo ni ongezeko la habari za uzushi na hata akili ya kubuni kwa upande wa teknolojia. Kongamano la Kimataifa la Vyombo vya Habari linaloandaliwa na DW kila mwaka linatoa matumaini ya kupata suluhisho kwa pamoja. Katika hotuba yake kwenye mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani anasema baadhi ya serikali zinahatarisha usalama wa wanahabari, wakati zinalo jukumu la kuwalinda. Mnamo mwaka 2023 inakadiriwa wanahabari 120 waliuawa walipokuwa wakitekeleza majukumu yao. Takriban robo tatu walitokea Gaza peke yake. Hiyo haikubaliki. Pia tunaona ongezeko la tawala za kiimla duniani kote zikizidi kukandamiza vyombo huru vya habari. Mwanadiplomasia huyo wa Ujerumani ametahadharisha pia kuhusu akili ya kubuni kwamba inaweza kutumika kuleta mgawanyiko na kuongeza ukosefu wa usawa. Anasema Ujerumani inashinikiza udhibiti wa kimataifa ili kukabiliana na hilo. Wadau wa habari pamoja na waandishi wamekutana hapa kujadili changamoto wanazokumbana nazo, bila kusahau masuluhisho. Nazungumza na waandishi wa habari kutoka Afrika ambao wameshiriki kongamano hili, kupata mtazamo wao. Kwa kuangalia namna ambapo nchini Tanzania, labda kwa kuongelea nchi yangu, kama tunafanya habari za kimasuluhisho, bado tuna safari ndefu, bado tuna safari ndefu sana sana, kwa sababu ukiangalia habari za kiuchunguzi bado ni tatizo, hazifanyiki kwa wingi kama zamani, na hiyo ni chanzo cha kuleta masuluhisho. Habari za kichunguzi zina, zinapelekea kuleta masuluhisho sana katika jamii. Nadhani vyombo vyetu vya habari vyajaribu, si kwa kiwango kikubwa ambayo wajua wana wanaweza fanya labda mastori ambayo yanaleta masuluhisho, lakini wanajaribu. Lakini uzuri pia ni siku hizi tuna teknolojia, kwa hivyo wanaweza fanya kwa kiwango ambao wataweza, lakini wasipoifanya kwa ukamilifu

But journalists. Wasiwasi ambao anauonyesha pia mkurugenzi mkuu wa DW, lakini anasema walau waandishi wanalo jukwaa la kuzungumza pamoja, iwe ni akili ya kubuni vita vya Ukraine kwenye majukwaa ya kijamii, lakini pia mashariki ya kati upo mgawanyiko mkubwa, lakini kupitia jukwaa hili la GMF walau tunaweza kuzungumza. <laughs> Kwa. Wakati kongamano hilo likihitimishwa hii leo, demokrasia inabaki kuwa tumaini pekee kwa washiriki wote hapa.